Mweshimiwa Kairuki ameasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka hamsini ya kuanzishwa kwa tume ya kudumu ya uchunguzi, ambapo mbali na kuipongeza amesema serikali itaendelea kuwajengea uwezo kifedha na kimiundo mbinu ili iweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa kweli tumekuwa ni kilele, tumekuwa ni taswira ya maswala mazima ya utawala wa sheria na utawala bora, lakini zaidi yote pia nchi zingine Afrika zimeweza kuiga kutoka kwa Tanzania na kuanzisha na wenye tume kama hizi za uchunguzi. Huko nyuma tume ya uchunguzi ilikuwa pia ikifanya masuala ya maadili kwa viongozi wa umma, masuala mazima ya haki za binadamu, kuchunguza masuala ya rushwa na mambo mengine. Lakini baada ya kutokana tume hii sasa tukaweza kupata vyombo vitatu. Tunayo tume ya haki za binadamu na utawala bora. Tunayo sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma, lakini pia tumejionea sasa hivi tuna taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala bora Bahame Nyanduga amekiri kuwa utekelezaji wa haki za binadamu una changamoto kubwa, hivyo kila mtu mwenye majukumu ya kutekeleza haki azingatie misingi ya utawala bora, kwani lengo la serikali kuanzisha tume hiyo ni kumlinda mwananchi. E, jambo la msingi lilipoanzishwa li, li hii tume na linaendelea mpaka leo. Kwa hiyo tunachoweza kusema kwamba miaka hamsini hii ya kuadhimisha uwepo wa kuanzishwa kwa tume ya kudumu ya uchunguzi ni njia moja wapo ya kujitathmini. Unajua, mwanzilishi wa taifa hili alitaka taifa moja lenye umoja uh, lenye watu huru wanaoheshimiana na wanaoheshimiwa. Ndivyo alivyotaka, na kwa hiyo akaendelea kuunda nguzo tatu. Bunge lipo la wawakilishi wa wananchi, iko serikali nayo inawakilishwa wananchi kwa sababu mawaziri wanatoka huko mahakama na iko nacho ni chombo kwa upande wake. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya taifa jaji mstaafu Damian Lubuva amesema kwa sasa wananchi wana uelewa mkubwa juu ya masuala ya haki zao na kwamba tume yake imejipanga kuhakikisha changamoto zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana hazijirudi tena kwenye chaguzi zingine. Uh, tumejifunza mengi kutoka uchaguzi ule na lengo la tume wakati wote ni kufanya lengo la kufanya, kufanikiwa zaidi kwenye uchaguzi unaokuja, kutokana na yale mapungufu mlioona pale. Kwa mfano sasa hivi tumeanza kwa, kwa bidii kutoa elimu ya mpiga kura sehemu mbalimbali. Kwa hivyo kwenye mikusanyiko tunakwenda ili kuwaelewesha wananchi zaidi umuhimu wa wao kushiriki kwenye uchaguzi. Maadhimisho hayo yameambatana na utoaji tuzo ya kutambua mchango wa marais wastaafu waliopita akiwemo hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi huku yakihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na wastaafu akiwemo Mheshimiwa Joseph Warioba na Mheshimiwa Fredrick Sumaye kutoka katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam ambako maadhimisho ya miaka hamsini ya Tume ya Haki za Binadamu yamefanyika. Mimi ni Ufosaro wa ITV.